Video hii inahusu jinsi ya kuplace order ya kubai kwa market price. Ina maana tuta place order ya kubai kutokana na bei ambayo iliyopo sokoni. Kwa maasiano zaidi unaweza ukanitafuta kwa namba ambazo zinaonekana hapo. Jinsi ya kuplace buy order. Hapa nitakwenda kuplace buy order kwa hipe ya GBP JPY zidi ya Japani zieni itaenda ku place order ya kubai. Nimeshakisha kuweza kufanya uchambuzi wa soko, na nimeona kwa sasa naweza nika place order yangu ya kubai. Nikiangalia hapa katika hii chati yangu, nikiangalia kwenye hii chati yangu, naona hapa, kutokana na strategia ambayo nimeifanya, ninaenda kuweza ku place order ya kubai ili niweze kuplace oda ya kubai uh, nikiangalia katika A dashboard naona hapa kuna buy. Sasa mimi nitakwenda kuplace order ya kubai kwa market price ko, nita place order yangu wa kutumia market price, na hii inakuwa ni instant maana inakuwa ni chap

bei ambayo ipo sokoni kwa muda huo. Kwa hiyo mimi niki press hapa, walipoandika buy ba, nitakuwa nime press oda yangu ya ku buy. Hebu tuone, kwa nitakuja hapa, nitabonyeza hii button ya buy. Kwa hiyo nikibonyeza hii button ya buy, nitakuwa ba nime press oda yangu ya ya ku buy. Kama unavyoona hapa, nimesha press oda yangu ya ku buy kwenye hii, ona hapa hii line ya dash dash alafu kuna buy kwa lot size ya 0.01. Uh, kitu tu ambacho nataka nikukumbushe, usipende kutumia lot size kubwa. Unaweza kutumia tu lot size ndogo na ukaweza ku make more profit kwa sababu risk uh, inapokuwa kubwa, na pia risk ya kuweza ku lose na ni kubwa pia. Sasa kitu ambacho kinachofuata baada ya kuweza ku place order ya kubai au kusiri ni kuweka take profit pamoja na, na stop loss. Take profit pamoja na stop loss utaiwekaje? Okay, uta kama unatumia MT5 au unatumia MT4 uta tap kwenye screen hapa. Ukitap kwenye screen itatokea uh, hizi button za upande wa kushoto na upande wa kulia. Mimi nitakuja upande wa kulia upande wa kulia nikiangalia hapa kuna hii, kuna hii button ya kamsh hii hapa kuna kama kajumlisha, hii ni pointer. kwa hiyo nitabonyeza hii pointer, mwona hii, hii line mwona hii. Kwa hiyo hii ndio pointer yangu kwa hiyo nitakuja kuweka stop loss. Stop loss yangu mimi ninaiweka uh, mwisho wa hii candle kabla ya hii bullish candlestick. Kwa nitaiweka hii point yangu hapa kama unavyoiona hapa, na hii stop loss ama take profit unaiweka wewe kutokana na mtaji wako, lakini pia kutokana na strategy yako. Kama unatumia support and resistance, kwa unaweza kutumia hizo kuweza kuspot hiyo stop loss yako. kwa mimi nimeona niweke stop loss yangu hapa kwa hiyo baada ya ku place kwa kutumia hiyo pointer, utaangalia mkono wa kulia kuna hii namba ambayo imekuwa pointed na hii pointer yako. Namba yangu ni hii hapa 195.344 195.344. Sasa nimeshaona take profit yangu ni hii hapa 195.344. kwa Kwahiyo hii ndiyo stop loss yangu, stop loss yangu ndio hii hapa. Kwa hiyo ninaiandika hii namba pembeni au naishika kichwani, then ninaenda kwenye order yangu kuweza kuweka stop loss. Nimeona hapa ni 195.344 uh, Sasa ninaenda kuweka uh, stop loss yangu. Kwa hiyo nitakuja kubonyeza hapa walipoandika trade, kwenda kuangalia trade yangu, kwenda ku manage trade yangu. Kwa hiyo nitabonyeza hapo walipoandika trade uh, then nitakuja hapa uh, kumbuka ni replace order yangu katika GBP JPY. Kwa hiyo nitakuja hapa kuangalia order yangu ya GBP JPY. Ni hii hapa na imeshaanza kutengeneza profit hapa kama unavyoona. Kwa hiyo hili niweze kuweka take profit pamoja na stop loss. Lakini hapa naenda kuweka stop loss. Kwa hiyo utaichagua ile pair pair husika, pair yangu ni hii hapa GBP JPY ambayo nataka kwenda kuweka stop loss. Kwa hiyo nitakuja kwenye hii pair yangu ambayo nimeichagua nitaiminya. Ukiminya, okay, kama hivi itatokea. Uh, hii peji hapa. Ikitokea hii peji utakuja hapa kubonyeza ulipoandika modify position. Kwa hiyo nitakuja kubonyeza hapa kuandika modify position baada ya kuiminya hiyo dangu. Kwa hiyo zeni nita tap hii modify position. Itatokea peji kama hii. Ikitokea peji kama hii, kama unatumia MT5, utaona hapa imeandikwa mkono wa kulia TP ambao ni take profit na mkono wa kushoto imeandikwa SL ambao ni stop loss. Kwa hiyo mimi nitakuja weka hapa kwenye SR ambao ni stop loss. Stop loss yangu mimi ambayo imekuwa ni 195 point, ilikuwa ni 44 ya 454. Then nitabonyeza hapa alipoandika modify, kwa hiyo nikibonyeza hapa alipoandika modify tuna hapa done, umeshaweza ku place stop loss yako, kwa stop loss yangu, tena imeshakusha kuweka. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye uh, chart kwa hiyo nikija hapa kwenye chati nitaona hapa. Aa, nimeiweka hii stop loss yangu. Stop loss yangu yangu nimeiweka hapa kama unavyoona, stop loss yangu hapa imekuwa ni 0.58 USD na point ambazo nimes ni point 75. Kama unatumia Metatrader 5 okay, double tap tu hii line ya chini ambayo imeandikwa ni SL ambayo ni stop loss, itakuonyesha ni stop loss itakuwa ni dola ngapi kama unatumia meta 4 hapo. <coughs> Lazima uweze kutumia formula ili kuweza kucalculate. Kwa hiyo ndio maana nasema meta 5 ni nzuri sana katika kuweza kufanya trading, kwa sababu uh, inakuonyesha kitu ambacho uh, lili sasa naenda kwenda kuweka uh, take profit. Nimeweka stop loss lakini sijaweka take profit na ili niweze kuweka take profit kama kawaida nita uh, utakuja kuitafuta hii pointe. Kwa hiyo nitakuja kuiselect hii pointe, nikisha select hii pointe nitakwenda kuangalia sehemu nataka niweze kuweka uh, take profit yangu. Take profit yangu nataka niweze kuweka hapa hapa juu hapa juu, ndipo mimi naona sehemu sahihi ya kuweza kuweka take profit. Kwa hiyo nimekuja na hii alo yangu alo yangu, na hii ni point ambayo itakuwezesha kuweza ku point sema ambayo nataka kuweza kuweka uh, take profit. Kwa hiyo nikaangalia katika hii point yangu huku, huku huku mwanzoni huku mkono kulia, kuna hii namba ambayo ni 195796 kwa hiyo naishika kichwa na niandika pembeni 195796 then nakuja hapa kwenye trade. Ukibonyeza kwa trade, tuna trade zako ambazo umezifungua. Kwa hiyo utaweza utaweza kwenda kuzimeneji. Kwa hiyo nitakuja hapa bonyeza trade, nimeona hapa ni 195 796. Kwa hiyo nita minya hii oda yangu, then nitatokea hii peji, nitabonyeza ii Modify Position. Modify naweka Position. TP ambao ni take profit 195 796. Oh, hii ndiyo take profit yangu then nitakuja kubonyeza hapa ulipoandika modify position. Okay, uandike bonyeza modify position utaona sasa uh, utakuja hapa kwenye chat kuangalia kuja kwenye chati utaona hii hapa TP. TP ni take profit. Take profit yangu mimi hapa ni dola 1.75 pointi mia mbili hamsini na sita. Na nikija kuangalia oda zangu, oda zangu zinaenda vizuri, kama unavyoiona, hii oda yangu inaenda vizuri okay. Oda yangu inaenda vizuri kama hivyo. Kama unahitaji kuweza kujifunza zaidi, kujua namna gani ya kuweza ku int na ku -exist, unaweza kunitafuta kwa, kwa mawasiliano ambayo nitakuwekea hapo Pia kwa sasa nimeanza kutoa mafunzo ya forex kwa gharama nafuu. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza kanicheki kwa namba ambazo zinaonekana hapo, kwa WhatsApp pamoja na simu ya kawaida, tukaona namna gani ya kuweza uh, kufanikisha hiyo project. Uh, forex trading inahitaji muda, lazima utenge muda, lazima utenge muda at least uh, mwaka mmoja Uh, ni wawewe tu kuweza ku practice na kuona ni strateji ipi ambayo unaweza ukaitumia, japokuwa ni mafunzo ni miezi miwili tu, utakuwa tayari umeshakwisha kuelewa. Zaidi ya hapo ni wewe tu, fanya practice.